Kwa mjibu wa waraka wa mtakatifu Paulo wa Sita, baba mtakatifu anapoaga dunia, kamelengo, yaani msimamizi mkuu wa nyumba ya kitume Apostolic Palace na mali za kitume Apostolic Heritage, wa dayosisi ya Roma, atathibitisha kifo cha Papa hasa kwa kutaja jina lake la ubatizo mara tatu, na kisha wataalamu wa kiafya kudhibitisha kifo chake. Ikumbukwe pia kuwa kamelengo hudhibitisha kifo cha Papa mbele ya mliturujia mkuu wa kipapa, yaani Papal Master of Ceremonies, na mbele wajumbe wengine wakao katika nyumba ya kipapa kisha pete ya kipapa ya uvuvi iliyo na jina la papa itavunjwa na kuharibiwa na kamelengo ili isitumiwe tena na mtu mwingine. Cheti rasmi cha kifo cha papa hutolewa na kiti chake kutangazwa wazi. Lakini pia ikiwa baba mtakatifu alikuwa ameandika uhosia na kumteua mosia, mosia huyo atatoa taarifa juu ya uhosia huo kwa papa mpya tu. Itampasa kamelengo kumjulisha kardinali wakili, yani vika wa jiji la Roma, ambaye atawajulisha waumini wa wa dayosisi ya Roma. Ikumbukwe, kwa kawaida, baba mtakatifu kama askofu wa dayosisi ya Roma anakuwa na mawakili yani vicars general wawili, kardinali wakili wa jiji la Roma na kardinali wakili wa jiji dola la Vatikano. Itambidi kamelengo kufunga kwa muhuri maalum vyumba vyote vya kipapa. Kuhusu mazishi ya papa, baada ya kifo cha papa kuna kuwepo na siku tisa za maombolezo na mazishi hufanyika kati ya siku ya nne na ya sita baada ya kifo, isipokuwa kama kuna sababu maalum kama papa hakusema vinginevyo wakati wa uhai wake, kwa kawaida mazishi ya papa hufanyika ndani ya Basilika ya Mtakatifu Petro, ambapo mwili wa papa utawekwa kwa lengo la kupewa heshima. Ni hapa alikozikwa Mtume Petero, yule mwamba ambaye Kristo aliahidi kujenga kanisa lake, ambaye mapokeo ya kanisa Katoliki humtambua kama papa wa kwanza aliyeongoza kanisa kwa miaka 34 tangu mwaka wa 30 hadi 64, mbele ya wengine 266 hadi kwa Papa Francisco. Utaratibu wa kumtafuta kiongozi mpya wa kanisa hilo unatarajiwa kuanza kati ya siku ya kumi na tano na siku ya ishirini ambapo makardinali watapiga kuhu. Makadinali watakusanyika kwa mkutano maalumu wa faraga almaarufu Conclave, kwa lengo la kumchagua papa wa kumrithi mwenda zake. Makadinali wanatengewa eneo ndani ya jiji la Vatikano, pasipo kuwasiliana na watu wa nje wakati wote wa mkutano wa faraga. Theluthi mbili kuongeza kura moja zitahitajika kumtangaza papa. Baba Mtakatifu aliyechaguliwa atavaa kanzu nyeupe akiwa ndani ya chumba cha machozi kabla hajarudi kwenye chumba cha faraga. Hakuna kardinali mwenye umri zaidi ya miaka 80 anakubaliwa kushiriki mkutano wa kumchagua papa. Moshi mweusi huashiria kwamba hawajafikia makubaliano ya atakayechukua usukani kama papa mpya, huku moshi mweupe unapotoka unaashiria